Karibu tuzungumze kuhusiana na wilaya ya Kinondoni, moja kati ya wilaya ya tano uh, hapa Dar es Salaam, uh, wilaya ambayo uh, tumeona miradi mbalimbali mbali, uh, ikifanyika na uh, wilaya nyingine pia zikijifunza kutoka kwake uh, lakini imekuwa na wakazi uh, karibia ama uh, takriban milioni moja hivi sasa, na kwa mujibu wa sensa ya mwaka elfu mbili ishirini na mbili ilikuwa na wakazi uh, uh, inakadiriwa laki tisa na elfu nane na ni eneo ambalo uh, limekuwa kijiografia uh, katika maeneo uh, tofauti hapa Dar es Salaam. Tutazungumza kwa kina na mengi pia ambayo yanahusu uh, wilaya hii. Tuko hapa na mkuu wa wilaya ya Kinondoni kufahamu zaidi pia kuhusiana na maendeleo ya wilaya hii na yale ambayo yamekuwa yakifanyika. Tumemwalika uh, Saad Mtambule ambaye ni mkuu wa wilaya ya Kinondoni, karibu sana asante, asante. Karibu sana asante, asante. habari za wilaya ya kinondoni Kinondoni? kwa kweli tumeamka vizuri mpaka uh, asubuhi hii hatuna matukio yenye kuhatarisha usalama na amani ya wilaya yetu, mm. tunashukuru vyombo vya ulinzi vimeendelea kutuweka salama, lakini pia na wananchi wameendelea kuwa watulivu na wanaendelea vizuri na shughuli zao na nimefurahi asubuhi hii kuja kujumuika kwenye morning Trumpet ongeleni mm. sana kwa kipindi kizuri. Asante sana pia kwa kukubali mwaliko wetu yeah. Karibu sana, sana. sana. Pengine tuanze kwa kufahamu um, kijiografia mm. uh, wilaya ya Kinondoni kwa sababu mm. kuna sehemu pia iligawanywa uh, kwa sababu uh, Dar es Salaam kulikuwa na wilaya tatu na baadaye uh, mm. zikawa tano. Kijiografia wilaya Kinondoni ni maeneo gani hasa ambayo yamekuwa yakisimamiwa yaki Sawa, so, sisi tunaposema uh, wilaya ya Kinondoni kwa mipaka tumepakana na bahari ya Hindi kwa umbali wa kilomita arobaini na mbili, kuanzia maeneo ya Coco Beach maarufu sana mpaka kule Mbweni, lakini tuna wilaya ya Ilala na tumepakana nao kwenye lile daraja pendwa kabisa la na Tanzanite na Selander Bridge, lakini na pale Jangwani, hiyo ndio tumepakana na wenzetu wa, wa Ilala tumepakana na wilaya ya Ubungo kwa maeneo ya kuanzia Manzese, tuna Sinza, lakini pia na maeneo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, alafu na maeneo ya Mabupande. Kwa hiyo tumepakana na wilaya hizi mbili ya Ubungo na wilaya hii ya Ilala kwa maeneo haya, na niseme tuna eneo lenye ukubwa wa kilomita za mraba mia tatu na ishirini na moja na kwa mujibu ya sensa ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, wilaya yetu ilikuwa na watu laki tisa elfu themanini na mbili na mia tatu na ishirini na nane na kwa sasa hivi kwa makadirio yanafikia tuna, tuna, tuna, watu milioni moja na laki moja hivi, ndio mm -hmm. Sasa hivi kwa idadi ya watu inaongezeka mm -hmm. na tunaendelea kwa kweli mm -hmm. yeah. Sasa uh, Kinondoni sasa, yapi makubwa yanaendelea na zipi changamoto ambazo mm, uh, pengine wananchi wanakabiliana nazo nanyi mnaendelea kupambana nazo kama viongozi? A, tuna mengi ya kujivunia, tuna mafanikio mengi ambayo sisi kama wilaya ya Kinondoni hasa katika kipindi hiki cha miaka minne ya serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna miradi mikubwa sana ambayo tunajivunia sisi ya kimaendeleo na ya kimkakati, inatekelezwa na taasisi mbalimbali za kiserikali, hususan manispaa ya Kinondoni. Sasa hivi, kwa mfano, tuna uwanja ule wa kisasa kabisa wa mpira wa KMC uko pale Mwenge, ni unatumika kwenye ligi kuu, na kwa kweli tunajivunia sana kuona timu kubwa pia zinakuja zinacheza pale. Ni sehemu ya mapato, ni sehemu ya burudani, lakini tuna miradi mingine ya masoko tuna soko la kisasa kabisa ambalo tutapita na mwenge wa uhuru kisho kutwa pale Tandale, zaidi ya bilioni kumi na mbili na wafanyabiashara elfu mbili na mia mbili hivi wameingia kwenye hili soko, lakini tuna miradi mingine ya maji mizuri kabisa kule Bunju. Tuna mradi ambao serikali iliweka shilingi bilioni sabini na moja na milioni mia tano umekamilika, na watu wanapata maji vizuri, na sasa hivi sisi ni kwenye asilimia tisini na saba hivi ya wakazi wanapata maji safi na salama kupitia DAWASA. Lakini pia tuna mradi ambao unatekelezwa hivi sasa wa majitaka ambao unasimamiwa na wenzetu wa DAWASA kwa ajili ya kata nne: kata ya Kunduchi, kata ya Wazo, kata ya Kawe na kata ya Mbezi Juu. Kaya elfu kumi na moja hivi zitaenda kufaidika na huo mradi. Kwa hiyo maji taka yale ambayo tulizoea maeneo ya Msasani, Mbezi Beach, yanatiririshwa kwenye bahari ambayo ni ya uchumi wa bluu, ambayo ni sehemu ya burudani na utalii. Sasa hivi yale maji yote yanaenda na kusanywa, yatachakatwa na, na hayataenda tena kule, itatengenezwa gesi na maji masafi. Kwa hiyo tuna miradi mingi ambayo tunajivunia kwenye kila sekta ya elimu ya afya, kwenye barabara. Pia tuna barabara ambazo serikali imeendelea kujipambanua kutengeneza na mfano, juzi barabara ile ya ya Rose Garden imetengenezwa vizuri kabisa na tuna barabara nyingine, na sasa hivi ukifika Kinondoni kwa kweli, mm-hmm, unaweza kusema kuna vurugu za matengenezo ya barabara. Kwa mfano barabara hii ya ya Bagamoyo Road kuanzia pale Salenda Bridge kuelekea mpaka basi, haya yote na imefukuliwa na ipo kwenye hatua mbalimbali mbali ya kuhakikisha kwamba tunaikamilisha, mabasi ya mwendo kasi yaweze kupita kule, ni mradi ambao ni zaidi ya shilingi bilioni 470 zimewekwa pale na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunajivunia kwenye kila sekta kwa kweli, na tarehe kumi na moja tutawasilisha tutatoa taarifa ya ujumla ya maendeleo katika wilaya yetu ya Kinondoni kwenye sekta ya afya, vitu gani ambavyo vimefanyika. Tuna hospitali kubwa kubwa na sisi Kinondoni tunajivunia sana kwenye kwamba katika hospitali sisi tuna hospitali nyingi sana, ukiacha hospitali ya Mwimbili. Lakini tuna hospitali kama Seifi, tuna hospitali Shifa, tuna hospitali Mwananyamala, tuna Mabwepande kule tunazo na mm -hmm. vituo vya afya vya kisasa kabisa kama kile cha cha Kinondoni katika jimbo mm -hmm. la Kinondoni. Kwa hiyo tutatoa hiyo taarifa ya ujumla ya shughuli. Mm -hmm. Na kwa upande huu wa changamoto mm -hmm. zipo changamoto. Uh, tuwezi kukataa uh, miundombinu ya barabara bado tunazo changamoto. Mahitaji bado ni makubwa. Tunashukuru serikali imeendelea kuwekeza hapo kupitia TARURA na TANROADS, na manispaa yetu ya Kinondoni, lakini bado kwa mfano kata ya ya Mabwepande, kuna kata ya, ya, ya Kawe hasa maeneo ya Mbezi, barabara zile za mitaa zina changamoto, lakini tunachoshukuru ni kwamba serikali haijakaa kimya, imeendelea kuwekeza kuhakikisha miundombinu hii inakuwa vizuri, lakini changamoto nyingine ambayo tuko nayo ni ya migogoro hasa migogoro ya ardhi. Tunayo changamoto sana pale ofisini kwetu, kwetu wakija watu kumi, watano mpaka saba ni migogoro ya ardhi, na tumeendelea kuiratibu hiyo migogoro na kuisuluhisha kwa namna mbalimbali mbali za upatanishi kwa misingi ile ya sheria, lakini na kuwapa ushauri wengine waende kwenye mahakama watoe ufafanuzi na wakati mwingine tunashirikiana kwa karibu sana na, na wizara yetu ya ardhi. Mheshimiwa waziri mwenyewe amekuja mara nyingi mm -hmm. lakini wataalamu wake kwa maana ya kamishina na wasaidizi wake wamekuwa wakija pale, kwa hiyo ndio tuna migogoro ya ardhi, lakini hatujakaa kimya, tunaendelea kuisuluhisha kwa ukweli, kwa haki, kwa mujibu wa sheria na kwa wakati iweze mm -hmm. kutatulika. Kwa hiyo hiyo ndio hasa changamoto pamoja na uzoaji wa taka hasa taka ngumu ni changamoto ambayo tuko nayo lakini tunashukuru manispaa ya Kinondoni wameendelea kuwa makini sana kwenye eneo hili kuhakikisha taka kwamba tunaziondoa kwa wakati na maswala ya uzoaji wa taka yes. e, pia hapo kumekuwa kuna mkanganyiko wakati mwingine mm. juu ya e, namna ya ulipaji wa taka muongozo mm. upoje kwenye hilo uh, kwanza niseme Uh, taka kweli zinazalishwa. Sisi katika wilaya ya Kinondoni tunazalisha taka zaidi ya tani 850 hivi kila siku, na kati ya hizo taka asilimia uh, sitini na tano ni zile taka zinazooza zinazotokana na, na mabaki yale ya kwenye nyumbani vyakula, mbogamboga hizi, na hasa ukienda kwenye maeneo ya masoko, matunda yale yaliyoharibika, yaliokuwa yamebaki hapa, ndio hizi taka sasa utoaji wa hizo taka tunatumia namna mbalimbali. Moja, tuna makampuni ambayo tumeapa hiyo kazi ya kukusanya hizo taka kupitia manispaa yetu ya Kinondoni. Wana tumewagawanya wako kama sita hivi kwenye wilaya hii mzima ya Kinondoni, lakini pia tunao vikundi vile vya kijamii, vipo kwenye mitaa yetu hiyo, nazo zinakusanya hizo taka, lakini tuna malori pia ya manispaa ya Kinondoni kwa hiyo yenyewe yanapita huko kukusanya hizo taka kwa ratiba maalum ambazo tumekubaliana kwenye hiyo mitaa kwenye hiyo mitaa kwamba, uh, mtaa huu taka zitakuwa zinakusanywa siku fulani na siku fulani na siku fulani, kwa malori yale yanatakiwa yapite na wale vijana waondoe zile taka. Kwa hiyo kuna wajibu wa mkandarasi wa kutoa zile taka, kuna wajibu wa wananchi wetu kuhakikisha kwamba zile taka wanazitoa na wanaziweka vizuri Mm-hmm. Siku ile ambapo zinahitajika yeah. Lakini pia wanazo wajibu wa kuhakikisha wanachangia, kwa sababu ni gharama wa uondoshaji wa hizo taka yeah. kupeleka so. Kule Pugu kilomita kama 30 hivi. Kwa hiyo kuna ada zile za taka kwa kiasi kulingana na kwenye mitaa yetu hiyo. E, yapo baadhi ya yeah. maeneo ambayo taka zimekuwa zikikaa kwa muda mrefu. Uh, na kupitia changamoto hiyo ya kuto kuchukuliwa kwa wakati mmekuwa mm-hmm. mkifuatilia kwa namna gani hili? mm-hmm. Uh, niseme tumekuwa na hiyo changamoto hasa si maeneo yote kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mfano wiki hii na mimi na tabia kila siku asubuhi, kabla sijaenda kwa kazi kwa ofisi, lazima nipite kwenye baadhi ya mitaa, kwa hiyo napita kuangalia. Kwa mfano wiki hii siku ya Jumatatu mpaka Jumatano tulikuwa tuna shida kidogo maeneo ya Alimaua kwa Mama Zakaria, maeneo ya Tandale pamoja na maeneo fulani ya Magomeni Magomeni hapa. Kwa hiyo tukiona hizo tatizo tunatoa hizo taarifa na tunafuatilia kwa nini. Kwa hiyo wakati mwingine tunakuwa na changamoto na wakandarasi wetu, magari yameharibika hayajatengenezwa kwa wakati, na wakati mwingine kwa sababu taka zote za mkoa huu wa Dar es Salaam tunazipeleka kule Pugu Kinyamwezi, na dampu ni hilo hilo mmoja, na wakati mwingine maloli mm -hmm, unakuta limeenda yamenasa, kutokana na hali halisi ambayo iko kule. Kwa hiyo inaleta usumbufu kidogo lakini tunashukuru sana manispaa yetu ya Kinondoni mstaiki Kimea na timu yake wamekuwa karibu sana kwenye kusimamia kuhakikisha hao wakandarasi Mstaka azikai hapo kwa muda mrefu. Na kwa kweli binafsi najivunia sasa hivi taka kwamba zinakaa wiki mzima hapana. Ngine imechelewa siku moja, na tunafuatilia kuhakikisha kwamba hizo taka zinaondolewa kwa sababu tunafahamu, taka zisipoondolewa, ni tatizo kwa afya lakini pia hata E, kuleta mandhari mazuri kwenye mitaa humu inakuwa ni shida. Kuhusiana hilo hilo la taka uh, mheshimiwa uh, namna na ya ulipaji mm. unakuta zinatoa zile risiti za mkono. Sasa mm. usalama wa pesa ile ambayo mm. eh, inakuwa inatozwa kwa ajili uh, ya ukusanyaji wa taka upoje? mm. na mnajihakikisha kiasi gani kwamba pesa zote zinawafikia? Sasa hivi serikali imetengeneza mfumo mzuri sana wa, wa usimamizi wa fedha za halmashauri mm. na taasisi zingine kwa hiyo malipo yote ya ada za taka tuna hizi mashine zinaitwa POS, point of sale. kwa hiyo mtu akilipia ada ni sharti apewe risiti zile za kielektronic, na hao wanaofanya hizo ukusanyaji pasipo kutumia hizo risiti wanaenda kinyume cha utaratibu, kinyume cha sheria. Kwa hiyo nitumie nafasi hii niendelee kutoa wito, hasa kwa wakandarasi pamoja na wale wataalamu ambao wapo kwenye maeneo, tutumie mifumo ya kielektroniki yenye kudhibiti na kutuhakishia usalama wa mapato ya serikali, na tumeendelea kuwa macho sana, tunafuatilia kujua maeneo ambayo hawatumii vizuri hizo mashine za kielektroniki. Tumengeji wenzetu wa TAKUKURU, tuna wenzetu wa jeshi la polisi na vijana wengine kuendelea hmm. kufuatilia hilo. Kwa hiyo mwananchi akipewa risiti ya mkono asiipokeaesiipokee na uh, asilipe Mm. Changamoto nyingine ambayo tumeshuhudia katika wilaya ya Kinondoni ni mm. msongamano wa watu na magari. Hata uh, uh, baadhi ya siku mvua zikinyesha hata mm. kidogo uh, foleni inakuwa kubwa sana uh, ukiangalia ile barabara kutoka uh, Moroko ya chini mm. uh, kuelekea Mbezi pia mm -hmm. nayo uh, kati ile foleni watu wanakaa muda mm. mrefu sana. Uh, tulisikia pia taarifa kwamba uh, kutakuwa na ujenzi wa barabara za juu pale Mwenge na Moroko mm. na huenda zitasaidia katika hili uh, pengine ni lini wananchi ama wakazi wa, wa wilaya hii watarajie wa hayo? mm. Kwanza ni Kili foreni zipo na kwenye wilaya yetu ya Kinondoni, na tulikuwa na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi kaka yetu Abdalla Ulega alipita na alilizungumzia hili na sisi hatujatulia. Kwanza tujaribu kuangalia visababisho ni nini. Kwanza visababisho ni hizi barabara e, kama ambavyo nimesema, tatizo ambalo pia tuko nalo ni hizi barabara, hasa zile za pembeni, zipo kwenye hali ambayo ni mzuri sana, na tunaendelea kuzisimamia kuhakikisha kwamba zinatengenezwa. Sasa kipindi cha mvua ndio tatizo linakuwa zaidi, kwa sababu magari yote hayapiti huko pembeni, yanarudi kwenye zile barabara kuu na barabara kuu yetu sisi hasa ni hii ya Bagamoyo Road na ile ya Mwaikibaki. Mm. Sasa barabara hii ya Bagamoyo Road ndio hiyo sasa inatengenezwa, lakini tumekaa na mkandarasi pamoja na wenzetu wa Town Road wanaosimamia hiyo barabara, tumewaelekeza na tunaona kule wanajitahidi kuhakikisha kwamba hakuna mashimo mashimo, haitengemezi msongamano. Kwa hiyo wakati wote hiyo barabara wanaifanyia matengenezo kuhakikisha kwamba magari makubwa na madogo yanapita vizuri, lakini pia waliweza kufanya maboresho kidogo ukienda maeneo ya, ya pale Masana. Masana. Kule, kama unaenda kama unaenda Kunduchi hivi pale ilikuwa ni barabara ambayo unapita tu hivi, sasa hivi wametengeneza kidogo ka, ka roundabout, kwa hiyo kanarahisisha magari yaweze kupita kwa urahisi, maana palikuwa panatengeneza jam sana, lakini tunawashukuru sana wenzetu wa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba na wenyewe wanakwepo kwenye haya maeneo mimi nimekuwa nikifanya ukaguzi na hasa siku za mvua hadi saa tatu ya usiku, saa nne unakuta trafiki wako bado barabarani kutusaidia kuongoza hayo magari. Kwa kwa hiyo msongamano huu unasababisha kwa kiasi fulani na matengenezo ya barabara zinazoendelea, lakini pia na barabara baadhi ya maeneo ambazo tunakili kwamba haziko kwa kwenye hali mzuri, na tunaendelea kuzitengeneza. Lakini shida nyingine ambayo tumeiona ni baadhi ya madereva Hmm, tuna watu wanaendesha magari hapa mjini, kimsingi unaweza ukajiuliza kwamba kweli huyu mtu anastahili hapa kwenye barabara hizi. Watu wanaongea wanaendesha magari wako nasimu, na simu anaongea mwingine, anaenda na gari sehemu ambao kusimama, lakini pia na magari yale ambayo ni mabovu, tumeona huyo barabara ikishalibika tu gari hapo njiani ya road, hasa maloli hmm, basi inatengeneza jamu kubwa sana. Lakini tunawashukuru wenzetu wa jeshi la polisi na TANROADS wameendelea kusimamia hiyo kuhakikisha hatuna jam. Na mipango ya serikali kweli ni mikubwa. Tumeona eneo la Mwenge linahitaji kweli kulitazama upya. Tulizungumza na wenzetu wa TANROADS uh, walisema wanalifikiria hilo, pingine sio la kutengeneza sasa hivi, lakini yeah, kwenye mipango ya baadaye tunaweza pale tukaweka flyover itaweza kupunguza sana, pamoja na barabara ile ya ya Mwai Kibaki kuanzia maifea kule Mikocheni inakwenda mpaka pale Afrikana ita, mipango ya serikali ni kuitengeneza kuwa ni njia nne, ili iweze kupitika kwa urahisi, na mipango hii inaendelea. Lakini lini itafanyika? uh -huh. Uh, niombe nisilizungumzie hapa nisijakapotosha, lakini nafahamu kwamba kazi ya kufanya usanifu inaendelea. uh -huh. na Itak, itakapokamilika serikali itatoa taarifa vizuri juu ya utengenezaji wake. nam yapo mengi katika wilaya hii ya kuzungumzia na pengine muda usiweze kuwa rafiki Jee. Ay, Jee, na tunafahamu pia Juni mne mnatarajia kupokea mwingi wa uhuru mpaka mm, sasa uh, maandalizi yakoje kuelekea hili? Sawa, ni tumia nafasi hii uh, kuwaambia wana Kinondoni wenzangu kuwaambia wana Dar es Salaam na Watanzania, sisi wilaya tu ya Kinondoni tutapokea mwenge wa uhuru siku ya tarehe nne mwezi wa sita katika shule ya msingi ya Gilman Rutihinda pale Kigogo na tutaukimbiza kwenye umbali wa kilometa sabini na sita. Utapita kwenye kata tisa na utazindua miradi, kuweka jiwe la msingi, kuzindua na kutembelea jumla ya miradi minane, na miradi hiyo yote itakuwa na thamani inayofika kwenye shilingi bilioni themanini na tano hivi kwa hiyo na mbio hizi tutazifanya kuanzia saa moja asubuhi mpaka kwenye mida ya saa kumi, na mwenge wa uhuru tutaenda kuulaza pale maeneo ya, ya shule ya msingi alimaua Kijitonyama, na kutakuwa na burudani za aina zote na tutakuwa na wanamuziki wa kizazi kipya, tutakuwa na muziki ya bendi, kutakuwa na vyakula kutakuwa pale na, na vinywaji vya aina mbalimbali mm. Lakini kubwa, ujumbe wa mwenge utatolewa pale. Mwenge wetu wa uhuru kwa mwaka huu umeambatana na ujumbe wa mwenge unaosema tushiriki uchaguzi mkuu wa 2025 kwa amani na utulivu. Kwa hiyo niwakaribishe Wanakinondoni wote. Mm. Tushiriki kwenye tunu hii ya taifa itakapokuwa kwenye wilaya ya Kinondoni tukihamasishwa, na mimi nitumie nafasi niwahamasishe wana Kinondoni, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kwa hiyo tuhakikishe sisi sote tunashiriki kwenye uchaguzi huu kwa amani na utulivu, tuchague viongozi wazuri, viongozi bora mm. na kama ambavyo tumeona serikali hii ya Dokta Samia imeendelea kufanya mambo makubwa, miradi mingi ya afya, miradi mingi ya elimu, miradi ya barabara, na miradi ile ya kimikakati mingine ya masoko, na miradi mingine hiyo sa, sa. kwa hiyo tuendelee kushirikiana sasa bila shaka hilo kilala mwengi wamekupata vizuri, ambayo anautazama sasa hivi kwa sekunde kadhaa. Tunafahamu kwamba Kinondoni ni sehemu ambayo inatajwa, ni sehemu ya watu wanatumia, kwa maana viwanja, starehe na kadhalika. Kuna kwa swala maadili kidogo, mkuu, tunaona kuna zile shughuli ambazo uh, si rasmi na mmekuwa mkizipinga hmm, serikali, eh, kuhusiana na eh, shughuli ya madada poa, msimamo hmm, wako mkuu wa wilaya ya eh, kinondoni ni upi juu eh, hmm, yao kwa sababu Kinondoni ni moja kati ya sehemu ambapo shughuli inafanyika sana hmm. Hmm. Sawa, nimekupata vizuri. Niseme sisi Watanzania mm -hmm, nchi yetu tangu tumepata uhuru na kabla hata kupata uhuru tumekuwa na mila na desturi na misingi yetu sisi kama watanzania ya utu. Na tunashukuru sana serikali zote na hata hii serikali ya awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kila anaposimama mheshimiwa rais anazungumzia juu ya umuhimu wa wazazi kulea watoto vizuri na kuhamasisha mahusiano mazuri katika ndoa. Sasa katika kipindi fulani hivi, nami nimekuwepo hapa sasa, naenda mwaka wa tatu, nimeona katika wilaya yetu kweli mmomonyoko wa maadili upo, na tunauona huu mmomonyoko ukichukua sura ya ubakaji kwa watoto, masuala ya ulawiti, kipigo kwa kina mama, tumeshuhudia hiyo. Na mimi nikiwa mwenyekiti nasimamia mambo haya ya ulinzi, najua jinsi ambavyo ilivyo, lakini tumeona tumeona mmomonyoko wa maadili umechukua sura ya mavazi, lugha, lakini pia huko wa vijana wetu ambao wanafanya mapenzi ya jinsi ya moja Uh, mashoga lakini mambo ya lesbian usagaji, na mingine nio ya kujiuza. Mm -hmm. Na sisi kama wilaya Kinondoni hatujatulia kwa kweli, kwa sababu tunafahamu mmomonyoko wa maadili ni mbaya kwa, kwa afya ya uchumi na afya ya utambulisho wa taifa letu sisi la Watanzania. Kwa jitihada ambazo tulichukua ni pamoja na kwanza kubainisha uzito wa tatizo kila mmoja la ubakaji, ulawiti, wa kujiuza, hao wenzetu wanaodanga na maeneo hayo lakini pia tukajaribu kupitia misingi yetu ya kisheria hivi sheria inayozungumzaje kuhusiana na, uh, na hiyo. Kwa hiyo baada ya kujiridhisha, tukaanza kuchukua hatua ambayo mojawapo ni kuzungumza na hayo makundi, ambao wanapozungumza tumeshazungumza na watu mia nne hivi wanaofanya hayo kujiuza kwenye barabara ya kina dada, lakini pia na wanaofanya hiyo vijana wa kiume wanaofanya mapenzi ya jinsia moja, tumezungumza nao ikiwa sehemu ya ku ya kuwakumbusha maadili na tamaduni zetu sisi Watanzania, ikiwa pia na kuwapatia fursa mbadala, kwa sababu kuna ambao wanasema wanaingia kwenye hizo biashara pengine kwa sababu ya maisha. Lakini tunashukuru kwa kweli serikali hii na sisi ula Kinondoni, fursa ni nyingi mno. Leo ninavyozungumza, manispaa ya Kinondoni peke yake inatoa mikopo ya shilingi bilioni kumi na mbili. uh -huh. Bilioni, huna haja ya kwenda kujiuza wakati huo kuna bilioni kumi na mbili zinatolewa na manispaa hazina masharti magumu na hazina hazina riba. mm -hmm. Kwa hiyo tuendelee kukemea kwa pamoja momonyoko maadili kupitia viongozi wa dini mm -hmm. viongozi wa kiserikali na wananchi, kwa sababu momonyoko maadili haileti afya njema kwa uchumi, kwa ustawi na maendeleo ya sisi yes, wana Kinondoni. Asante sana mkuu wa wilaya, tunakushukuru sana na tutakualika tena bila shaka kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na wilaya hii ya Kinondoni. Asante kabisa. Tunakamilisha hivyo kwa sasa, mahojiano maalum na mkuu wa wilaya ya Kinondoni, Saad Mtambule.